Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ limepiga marufuku askari wa wake kujihusisha na vikundi vya ushawishi au kushabikia vyama vya siasa wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Onyo hilo limetolewa na mkuu wa mafunzo ya askari wa miguu Brigedia Jenerali Harold Mzirai wakati akifunga mafunzo ya awali ya kijeshi kwa kundi la thelathini na nne elfu mbili kumi na tano. Mwandishi wetu Joseph Chiwale aliyeko mkoani Pwani ametuandalia taarifa ifuatayo. Hawa ni askari wapya wa jeshi la wananchi Tanzania JWTZ ambao wanahitimu mafunzo ya awali ya kijeshi katika shule ya mafunzo ya awali ya kijeshi Kihangaiko iliyoko mkoani Pwani, wakionyesha ujasiri na uhodari wa jinsi ya kupambana na adui wa wapo vitani. Mafunzo kwa askari hawa yamefungwa na mkuu wa mafunzo ya askari wa miguu Brigedia Jenerali Harold Mzirai, ambapo pamoja na mambo mengine onyo kwa askari wa jeshi la wananchi Tanzania kutojiunga na vikundi vinavyoshabikia vyama vya siasa au kujiunga na makundi ya kihalifu ikiwemo ujambazi huku akitahadharisha kuwa yeyote atakayebainika kushiriki mambo hayo atakuwa amepoteza sifa kuwa askari na hivyo kufukuzwa jeshini. Ni marufuku kujihusisha na vikundi vya ujambazi, uwizi, uvutaji bangi na madawa ya kulevya au kujiunga na vikundi ya vya ushawishi vya vyama vya siasa pamoja na matumizi ya mabaya ya mitandao. Yeyote atakayebainika kushiriki katika mambo haya atakuwa amepoteza sifa za kuwa askari mzuri kwa jeshi la wananchi wa Tanzania. Ikumbuke kwamba mnao dhamana ndani ya jeshi kwa ujumla. Dhamana hii mwitumie vizuri. Jiepusheni na migogoro kati yenu na raia, ugomvi kati yenu wenyewe, kuichukulia sheria mikononi. Katika hafla hiyo Brigedia Jenerali Mzirai amewakumbusha askari hao mambo muhimu manne ambayo anapaswa kuyazingatia wakati wa utumishi wao kuwa ni utii, uaminifu, ulinzi wa katiba na kumlinda rais na amiri jeshi mkuu. Kwa upande wake kaimu mkuu wa shule ya mafunzo ya awali ya kijeshi Kihangaiko Luteni Kanali Ramadhani Churi amesema askari elfu moja mia saba kumi na tisa waliofuzu na kuhitimu mafunzo hayo wamejifunza mbinu mbalimbali za kivita kwa vitendo na nadharia. Napenda kuhakishia kwamba mafunzo waliyopata hapa shuleni yataleta ufanisi e, na tija na kuleta mabadiliko makubwa katika kutekeleza majukumu mbalimbali ya kila siku wakati huu wa amani na hata wakati wa vita. Katika kundi la 34 la mwaka elfu mbili kumi na tano jumla ya askari wapya elfu moja mia saba kumi na tisa wamehitimu mafunzo ya awali ya kijeshi katika shule ya mafunzo ya awali ya kijeshi Kihangaiko, wakiwemo wanaume elfu moja mia tatu arobaini na tatu na wanawake mia tatu sabini na sita. Nyuma yangu ni askari wapya ambao wamehitimu mafunzo katika kituo hiki cha Kihangaiko. Kubwa ambalo wanaonywa hapa ni kujihusisha na masuala ya ujambazi au kujiingiza katika vyama vya siasa. Kutoka hapa Kihangaiko, mimi ni Joseph Chewale wa TBC.